Asante sana mtazamaji, shukran kwa kuendelea kutazama Mwenge wa Kaunti. Mada yetu leo, tunazungumzia uchochole baada ya kustaafu. Ni wengi wanajikuta katika hali ya umaskini punde tu baada ya kuacha kazi. Je, ni kitu gani ambacho kimesababisha hicho? Niko na wageni wangu moja kwa moja, wacha nirejee kwake bwana Elija Koske, ambaye ni afisa mkuu mtendaji na pia yule tunamweta mweka amana ama trustee katika shirika ambalo linahusika na, na mafao ya kustaafu, shirika la Postal. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi la gharama ya maisha kama yeah, limechangia pia katika hali hii ya kustaafu, kwa sababu ukiangalia katika sekta za kibinafsi na sekta za umma utakuta mishahara ya siku hizi haiendani na gharama ya maisha ilivyokuwa miaka ya nyuma. Mtu atakwambia kama nilikuwa na nanua mafuta bei fulani, mapato nilikuwa napata yalikuwa yanaweza kumudu yeah, nafasi hiyo yeah. kwa sasa hivi kuwauliza wengi ambao wanastaafu, hata zile pesa ambazo wanastaafu nazo haizi kwenda kununua shamba hawezi oh, kuenda yes. kufanyia kitu fulani kwa sababu analipa madeni mm. madeni yale hali yalitokana na gharama ya kumudu maisha yake wakati akiwa yeah. ya kazini, anakopa kulipa karo, anakopa kulipa kodi ya nyumba, anakopa ili kununua gari. Kwa hivyo tuelezee kama hilo pia ni tatizo, ndiposa tuelewe e, kama tunaweza kutafuta mbinu mbadala kama taifa la kuweza kumudu maisha ya wale ambao wanastafu. okay. asante sana mm. bwana, bwana Uh, mshahara ya saa hizi na mshahara ya siku za, za, za, za hapo mbeleni haiwezi kuwa the same, kwa sababu gharama ya maisha pia huenda juu. Na katika retirement benefits kuna uh, jambo ambalo tunaliita income replacement, ile mshahara ulikuwa unapata wakati ulikuwa unafanya kazini unalinganisha aje na ile, mshah, ile pension yenye utapata wakati umestaafu. So unapata kwamba ile mshahara ulikuwa unapata, tuseme for argument sake, tuseme ulikuwa unalipwa elfu mia moja wakati wa uzeeni unapata kwamba pension yako pengine inakuwa elfu thelathini So imepungua kwa asilimia 70. So kwa hivyo income replacement at that point inaonyesha kwamba hauwezi kumudu uwezi ku, ku manage uh, cost ya maisha at that, at that point. So kwa hivyo uh, kuna mbinu nyingi ambazo uh, watu wana, uh, wanao staafu wana, wanaambiwa wafanye <coughs> ku, ku improve their income. Uh, jambo la kwanza ni kufanya what is called additional voluntary contributions. Unaweza ekeza more than ile ambayo unakatwa kutoka kwa mshahara wako kwa sababu umejua kwamba na hapo awali, awali tulisema kwamba ukista, ukia, ukiajiriwa unaanza ile jani yako ile safari yako ya kuanza kwenda ku, retirement. Kwa hivyo hiyo education ya kwamba unatakikana ku, ku save more uwekeze more, I mean nyingi kuliko yenye unakatwa no. Ni, ni, ni ya maana kwa sababu hiyo sasa ndio itakusaidia wakati umestaafu no. Mshahara um, yako which is now pension no. Itakuwa ina, inaweza kukumudu kwa maisha no. Kwa sababu kuna, kuna changamoto nyingi sana wakati umestaafu. Unapata kwamba labda umefika uh, retirement, unaanza kufikiria kununua plot. Usifikirie kununua plot za zile una retire kwa sababu ukinunua hiyo ni I would call it dead asset kwa sababu haitakupatia ile liquidity pesa ambazo unazihitaji. So kwa hivyo unatakikana kubalance wakati umeajiriwa you can take more risk kuliko wakati unaelekea ku retire. Kwa hivyo na, bora kufanya biashara na, na kwa hivyo na. Uh, kwa hivyo uh, retirement benefits ina inatupatia different options ya ku, ya kuwekeza. Kuna zile uh, opportunities ambazo ziko near liquid na kuna zile ambazo they are like property kwa, kwa mfano uh, property. Property sio liquid lakini vitu kama fixed income inakuwa liquid, so kama wewe ni mchanga tuseme umeajiriwa, unaweza wekeza kwa, kwa property unaweza take a bit more risk, lakini saa zile umekaribia kuretire, una unaweka kwenye investment ambazo ziko karibu liquid ambayo ukihitaji pesa saa hizi no. Unazipata haraka no. Kwa kifupi, kabla sijakuja yeah. Kwake bwana Udipo, um, kuna tatizo ambalo linajitokeza katika sekta yeah. ya umma na hata sekta ya kibinafsi. Kwa bahati mbaya, maisha yamekuwa magumu tangia uh, tandavu ya Covid 19 na kadhalika. Biashara nyingi hazitengezi faida tena, nyingine zimefungwa na kadhalika. Hiyo imepelekea baadhi ya wa waajiri kutoongeza mishahara ya wafanyakazi kwa hivyo utakuta kwa miaka minane, miaka kumi, miaka tisa, miaka saba, miaka mitano ambao watu wamefanya kazi, gharama inasonga, lakini mshahara unasalia ule, pali, ule, au nakani, kama ambayo unapungua zaidi hasa mm -hmm. wakati serikali pia inaongeza matozo, hiyo ni matozo ya nyumba ama inatoza zaidi kupitia sha mm -hmm. na kadhalika. Tufahamishe, katika hali hiyo mtu anajiandaa vipi wakati mwajiri hakupi lakini serikali inakuhitaji utoe zaidi? Yeah, hilo ni changamoto kubwa sana kwa sababu serikali inahitaji pia eh, inahitaji ushuru kwa sababu no. inataka kufanya pia kuna infrastructure vitu kama hizo, ambazo serikali lazima ifund no. no. no. kwa hivyo that's why unapata kwamba serikali inaongeza ushuru na pale employer, mwajiri hajaongeza mshahara, mshahara ni ule ule na unakatwa tu ile ile pesa. So kwa hivyo inatakikana kwamba ufikirie njia mbadala kama mwajiri, uh, I mean employee, upate kwamba utafute njia mbadala ambayo wewe mwenyewe unaweza kuwekeza, kwa sababu hiyo changamoto ya employers kutoongeza. Kuna, kuna, kuna changamoto nyingine kama uh, employers wengine hawatumi zile pesa zenye imekatwa kwenye hiyo malipo ya uze, uzeeni na ili iweze kuwekezwa. So hilo ni changamoto kubwa sana na takwimu za Retirement Benefits Authority zaonyesha kwamba sasa, sasa tumefikisha karibu uh, 70 billion pesa ambazo zimekatwa na hazije hazijipelekwa kwenye eh, idara za, kwa hivyo hii inafanya ugumu kwa wale waliostaafu hata kuzipata zile kabisa, ngumu sana na inafanya maisha ikuwe ngumu. Tutazungumzia hilo na sheria inasemaje kuhusiana na hilo, okay. Bwana Udipo, maisha ya Busia najua ni tofauti sana na maisha ya Nairobi. Mm, kunao wale ambao wamestaafu kutoka Nairobi wakarejea Busia wakakaa ni kama ambaye hata hawakutoka mjini wanakaa ni kama ambaye maisha yamelemea kabisa. Tofauti ya ukinaya hayo ni kwamba kuna yule amestaafu kutoka Busia anaonekana tajiri mkubwa kushinda ile aliyoiko Nairobi kwa sababu gani? Gharama ya maisha Busia na Nairobi Kuchire. Tofauti yeah. Yule anayekodisha nyumba, kama ni mwalimu kama ni mtu anayefanya kazi katika serikali ya kaunti au wizara iliyoko nyanjani kule Busia, malipo yake au gharama yake ni kidogo, kwa hivyo anaweza kudumu maisha eh, kumudu maisha yake hata ikiwa mshahara yake ni mdogo. Tueleze tofauti hizo za kimaisha, maana yake najua umeziona moja kwa moja na kabisa kabisa, kabisa ushauri kwa gani kwako, hasa kwa wale wanaofanya katika miji mikuu, kwa sababu akirejea nyumbani anaonekana sasa anaombaomba, hata kwa wale ambao walikuwa zaidi wanaonekana chini yake wakati akiwa kazini. Asante bwana Nimrod. Kwanza nimependa kusema kwamba hakuna pesa kidogo au pesa nyingi no. Saa hizi wale ambao bado wanafanya kazi, ukipewa nyongeza ya mshahara saa hizi uanze kuitumia baada ya muda mfupi utaanza kusema zako. Eh, kama ningeongezwa wengine ningekuwa... <laughs> <injime, laughs> sawa, si ndio? Kwa hivyo mtu anaongeza gharama zaidi wakati amepata yes. Kulingana na vile hmm, unavyotumia hiyo pesa yako kidogo nah, utajijenga nah. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo ningependa kusema kulingana na vile umeniuliza, ikiwa uko kazini, anza safari ya kwenda kule unakoita nyumbani mapema kabisa ndio, hakikishe kwamba kule una ambapo unakuita nyumbani umekujenga. Wakati ukifika unaelekea au umestaafu, mwisho wa siku kila mtu atarejea nyumbani, anywhere you call home. Sasa wakati huo ukifika, hatutakuwa na changamoto za kusema kwamba pesa zangu ni kidogo. Kwa nini? Ushajenga nyumba ushanunua shamba ushaweka, usha hata kama ni kambuzi umeweka ng'ombe, gharama yako ya maisha itakuwa chini. Sasa hii pesa ambayo unapewa kama pension, hii itakuwa sawa, ni ya ziada yeah. sasa yeah. na hivyo ndivyo watu wengi wa Busia hufanya. Kwa nini? Wanapoanza kazi popote walipo, wanaanza kukumbuka kwamba nyumbani ni wapi, hapa nilipo ni pahali fulani sasa nianze mshahara wangu wa pili, watatu, wanne, kuna kitu kwa sababu naenda nyumbani, naona naenda nyumbani na visiti nyumbani kila kunako kucha, najua kwamba hapa mambo ya shamba ya baba, shamba ya mama, hiyo ni mambo ambayo tunafaa sasa kusaha kusahau. Wewe ulikuwa kazini, baba yako alikulipia karo sawa. So, sasa wewe, hiyo pesa ambayo unapata wakati bado uko strong unaifanyia nini? Mm -hmm. Mimi ningependa kushauri watu kwamba hiyo pesa ambayo unapata ukiwa as strong as you are. Jipange nayo saa hizi. Mm -hmm. Wacha kungoja wakati wa kusta wa kusta kule kustaafu. Time hiyo itakuwa na challenges zake, lakini hizo zikija mm -hmm. And you are prepared for no. retirement no. watu wa Busia wengi, sisemi wote, wengi huwa anaanza na kujipanga na mapema na nafikiri si Busia ya peke yake. tukizungumzia mm, ya miji ambayo iko mashambani mm, e, najua nyote mnatokea sehemu za mashambani yeah, yeah, utakuta mm, kwamba wale walioko kule wanajimudu zaidi, yes. Utakuta mtu amejenga nyumba ya matofali yeah, nyumba, nyumba ya mawe mm. Lakini hapa mtu anapotoka hapa akirejea kule anaishi kama ndege hajui aketi. Tutafafanua zaidi, yes, Mama, nije kwako manake haya masuala pia saa nyingine eh, yanahusika katika ndoa, saa nyingine yamesababisha ndoa kuvunjika au vitu kama hivyo Unakuta katika nyumba ambapo baba anakusanya mishahara yote, anataka yeye ndiye aipangie, wakati mama pia anafanya kazi yake, ni mwalimu, baba pengine ni polisi, au kazi yote ile katika sekta ya umma. Inapofika wakati wa kuwekeza, mama sasa anasubiri tu zile pesa zake za pension, lakini anakumbuka kwamba mume wake alikuwa anachukua hela fulani. Je, aliwekeza au hakuwekeza? matatizo kama hayo yanajiri na mnakabiliana nayo vipi, haswa kwa wale ambao mnakuta wamestaafu wako kwenye ndoa, lakini mmoja ni kana kwamba hakufanya busara au hekima wakati wa kuwekeza? Asante sana Mr. Nimrod. Ni kweli kabisa kwamba watu wengi wana wanapostaafu, ama kwa mfano tuseme ni familia, kuna wale huwa wako na joint account kwa kifamilia, wanasema kama wote wawili wanafanya kazi, wanaandikiana, wanasema wacha tu joint account ndio tuweze kufanya 1 2 3 lakini kuna wale pia wanajipenda, upande wenu. Sasa niseme upande wenu wa matrosa, anasema am the end of the family, kwa hivyo mimi ndio nitasema no. So what we do hiyo yote tutakuwa nakusanya, alafu kuna ile sehemu nitakuwa na nini no. Sasa si unajua mama yeye anaambia wangu ni single no. hmm. Single so anashikiliwa na kichwa, kwa hivyo mama atakubali no. Wengi watakubali lakini no. Wale wanajua pale mbele hawezi kubali no hivyo haya matatizo yanatokea. Ikija e, wakati watu wanataka sasa kuchukua retirement benefits zao, mm, kama familia mm. Je, mnakutana na matatizo <coughs> kama hayo ambapo mke sasa anaamua e, pesa ambazo nitakazokusanya sasa zitakuwa zangu binafsi kwa sababu zile ambazo mume wangu alikuwa akikusanya akichukua kama familia hazinifai tena. Kwa hivyo mnakuta kuna migogoro katika eh, masuala ya kustaafu. Yeah, kuna kuwa na migogoro kwa sababu sasa mkikaribia, unaweza kufanya kikao, mwanze mu kuulizana sasa vipi na vipi unasikia mwingine anasema hivi, mwingine anasema hivi, lakini yule mwama mwerevu yeye anasema nyumba inajengwa na yule mama mwerevu, kama vile maandiko inasema kitabu za Zaburi kumi na nne, a foolish woman anavunja nyumba yake. Kwa hivyo mama mwerevu atanjua ya kwamba hata kama baba alikuwa na ile kiwango yangu, alikuwa anaweka, wacha mimi niwe mwerefu, ninaweza kuwa pia mimi na yangu kimbinafsi, kiasi kwamba kama ile ya baba itakuwa, ya, ita, ya kusaidia no. Mimi nitatoa yangu kwa sababu at the end of the day tunajenga familia, halafu sasa hakuna atakuta kuwa na conflict. Halafu changamoto nyingine ni kwamba wazee wengi wakipata pesa yao hii, nimeona through experience, wao wanafungwa macho kabisa. Si alikuwa anapata ile kaka nini peanuts salary, wacha apewe ile ramsa wengine wanatoroka nyumbani <laughs> wengine kama alikuwa na bibi moja anapata wapili, na huyo wa pili hata aonyeshwa, ndio ataenda wakule hizo pesa, wakimaliza ndio baba atarudi. Ama kwa mfano tena pia naye huyu baba atoke kwa familia yenye wanapenda sana pesa, wao watu wao wao watakumkura yote alafu sasa ikiisha, ndio wataanza sasa kuuliza huyu vipi, pesa yake ametumia tu ovyo ovyo, na wao wao kwa mfano alikuwa akiwa mjini, alikuwa akona shamba, alikuwa na ng'ombe nini, alikuwa tu yeye anatuma watu anawaambia, nilimieni shamba yangu. So wao kazi yao ni tuma pesa tunafanya, tuma pesa tunafanya, na kuna kitu inafanywa. Yeye ako starehe mjini tu, si watu wetu wananifanyia. Anawatrust, anawaamini kwa sana. So unapata wengi akienda tu kukuta reality. Ni kama vile kuna watu wanasema, mimi nimeenda ngambo na njengewa nyumba kwetu, natuma ndugu yangu akinja ile pesa, anatuma njengewe nyumba, anakuta nyumba ya nyasi. So inakuwa very demoralized, inakuwa very discouraging. So ndio unaona watu wengi sana sana wanaenda tu, hata wengine wanatokwa no. na wazimu. Unaona tu mtu anaenda akitea akiongea yeah. peke yake unashindwa no. huyu alikuwa anafanya kazi kweli ama alirohwa no? So umelizua wazo zuri sana ambao <laughs> <laughs> tutalizungumzia baadaye kwa sababu pia kuna wale wanastaafu kutoka ngambo yeah. <laughs> anapokuja hapa kama alivyosema mama yetu anakuta kiwanja peke yake na yeye <haya>, amekuwa akileta <laughs> pesa <laughs> yeah. <laughs> lakini nafikiri nafasi nzuri sasa hii tuzungumzie mm. retirement benefits mm. mafao ya kustaafu, uh, bwana Bernard kuna wale pengine ameingia katika

ni kijana mdogo kama wenzetu ambao wamekuja kazi hapa pengine utupe ufafanuzi, umuhimu wa retirement benefits na sheria inasemaje kuhusiana na mafao hayo ya kustaafu. Mtu akitaka kuchukua, mtu akitaka kustaafu baada ya amefanya kazi na ana umri wa miaka 40 je, anaweza kufanya hivyo? manufaa yake ni yapi? Ama asubiri mpaka afike miaka 60 manufaa yake ni yapi? athari ni ipi? Pengine tufafanulie, retirement benefits inasemaje na Retirement Benefits Act, kwa manufaa ya Mkenya ina Nishani. Nashukuru <coughs> ndugu Nemrod kwa hiyo nafasi <coughs> e, lakini kabla sijaingia kwa hiyo, nitaguzia swala la huyu mama madam ameguzia hapa kuhusu jamii pamoja wakati wa kustaafu <coughs> ikumbuke kwamba kwa, kwa serikali kuna watu wengi sana ambayo ni jamii bibi na bwana <coughs> lakini, unaweza pata kwamba mama ni mwalimu na baba ni polisi polisi anazunguka, mama ako karibu pahali moja. Kitu kitakacholeta hawa watu pamoja ni kustaafu. Hawa watu kitu ya kwanza kuianisha mawazo ndio wafikirie kama kitu moja, inakuwa changamoto kwa kubwa sana, wanakuja wanakutana kama strangers. na ni jambo moja nafikiri serikali ingetilia maanani kwamba katika hali ya kuandaa wafanyikazi wake kustaafu wao wakifikiria wanatilia maanani jamii, bibi na bwana waanze kuwekeshwa kukaa pamoja wakiwa bado wachanga, so that mtu anajifunza mwenzake wa, n, vile wanapoendelea. mm. <laughs> lakini hali ya kuweka madam ako huku lakini askari anazunguka Kenya, huyo ni mtu mwanaume, anakuwa sasa katika, anawekwa katika uwazi wa hizo changamoto zenye mama anasema, anapata jamii ingine, ama anapata shida zingine, mawazo tofauti tofauti, ili iweze leta jamii pamoja No, no. Kurudi kwa swali lako hilo ni kwamba uh, sheria ya retirement benefits uh, uh, inaitwa retirement benefits regulations ilipitishwa mwaka uliopita na katika nchi hii kuna retirement, kuna pension schemes karibu 150 ziko za umma na za kibinafsi. Za kibinafsi nyingi sana ni za kibinafsi na zile zimesajiliwa na, na zinachukua mapato makato kutoka kwa wafanyakazi katika uh, idara za serikali na idara za kibinafsi zote ziko under RBA Act na nafikiri bwana Koskea, kuna ujumbe mwingi kwa sababu saa hii tunaelekea kusherekea mwaka 25 tangu RBA kuanzishwa. Na kuna sheria wamepitisha, na hata hiyo sheria imepitishwa na ikawekwa sahihi na rais, kwamba saa hii makato ya wale watu wanastaafu wakifika miaka sitini hakuna kutozwa ushuru, na nafikiri ni nafuu kubwa sana kwa wastaafu eh, isipokuwa kwamba kuna vipengee kadhaa zile zinakuja zinatatiza, wale wanasema uwe umehudumu ume, ume kwa hiyo pension scheme miaka ishirini, kama bado uko kwa ile pension scheme eh, unapata unaambiwa ukifika miaka, lakini ile sheria iko kwamba ukifika miaka kama ukitaka kutoa mapema, kama sikuhama unahama Kenya, ama kama si maneno ya ugonjwa mbaya sana, utatozwa ushuru, lakini kama unaweka mpaka unafika miaka sitini, ushuru haiko, hmm? so ni juu ya mwekezaji kuangalia kwamba ni wapi atataka kupata faida kuu. Lakini changamoto hapo Nimrod, kwamba si maneno ya kuweka pesa ama kukatwa pesa, ni kile kitu ndugu aliguzia kwamba wale watu wenye wanakata pesa kwa wanaofanyikazi ndio adui wakubwa sana wa wastaafu, kwa sababu kitambo ifike mpaka uh, wafanyikazi wao wanadaiwa uh, bilioni 72, hmm? Zile pesa zingelipwa wastaafu hawa, wengine hata wamekufa. Hm? na hakuna mtu anashtuka kwamba kuna 72 billion ile watu wanadai, na ziko katika maidara za serikali. Ndio wengi sana wameshika hizi pesa, na unapata ni county governments unapata ni a very few universities, universities sana sana ndio wengi na parastatos zingine. Hao ndio wamekata pesa. Ni pesa umekatwa pesa, wewe hukuipata kama mfanyikazi mwenye amekukata naye hakutuma ha penye unatakana utume hii pesa so, ndio siku unastaafu upewe. Sasa kuna tatizo la kuonyesha ushahidi wa kwamba makato yalikatwa na mwajiri la, la, la, la, la. Shahidi wa kuonyesha ulikatwa huko mfanyikazi ako na payslip kwamba alikatwa, alikatwa pesa lakini mwajiri hakuwasilisha zile pesa kwa pension scheme, ili siku atastaafu achukue pesa sasa yake aende. So ukienda kwa pension scheme kudai pesa umestaafu anakuambia Employer hakuleta pesa, unaanza kuzunguka hapa, unaanza kuzunguka ndio ikafanya malimbikizi mpaka ikafika, eh, bilioni sabini na mbili. uh -huh. So hata wakati unaambia watu kuhusu kuendeleza ama growth of the benefit industry, na mtu mwenye anapiga darubini anaona kwamba wale waliotutangulia wamekufa wakaona wakawacha pesa zao uh -huh. Mimi ni nini itanitia moyo uh -huh kuja kuwekeza katika hizi pension schemes. Asante sana. Nafikiri <laughs> swala zuri kwa kifupi <laughs> sana kabla <laughs> hatujaenda mapumzikoni. Okay. Kwani hatuna rasilimali kama serikali kuhakikisha kwamba, vile anavyozungumza bwana Ambuni ni kwamba tunaweza kufuatilia kwa mfano, ikiwa mwajiri wangu leo ni kampuni fulani na kila mwezi nakatwa mshahara kiwango fulani, hakuna rasilimali za serikali zinaweza kuthibitisha au kufika katika ile kampuni kuhakikisha kwamba mapato fulani ya wafanyikazi elfu moja mia nane mm -hmm, elfu moja mia mbili yamefikishwa katika pension scheme ambayo inastahili. Asante okay, sana Nimrod. Kuna rasilimali za serikali ambazo zinahakikisha kwamba ile pesa ambazo zimekatwa zinafika kwenye scheme. Labda, labda niguzie kwamba kwanza vile uh, schemes uh, ambazo zime, I mean, zile, zina run katika schemes, uko na board of trustees ambao ni in charge wa scheme, wao ndio They are responsible to make sure hiyo pesa ambazo zimekatwa zimekuja, lakini kuna changamoto kwa some of the employers ambao pengine hawana pesa. Kwa mfano tuseme, universities for example wana, universities wanategemea pesa kutoka kwa serikali. Hazina ya kitaifa, hazina ya kitaifa, hazina ya kitaifa haina pesa ya ku, inaitwa capitation ambayo inatumwa kwenye universities. Kwa hivyo wanapata hizu, hiyo changamoto kwamba Pesa, ya, pesa yes imekatwa kutoka kwa employee lakini aiwe hawawezi kulipa. Retirement Benefits Authority responsibility yao moja ni kuhakikisha kwamba those employers pia na trustees are able to do their job. Kuhakikisha kwamba ile pesa ambayo inakatwa inafika pale kwenye schemes. So hizo ni changamoto. Na katika sheria uh, Retirement Benefits Act kuna sheria section 53A of the act ina patia jukumu trustees uh, sijui trustees kwa Kiswahili, yeah, trustees kuchukua hatua hata kwenda kotini kustaki mwajiri kwa sababu ya kuto, kutotuma hizo pesa ambazo zinatakikana zitumwe. So hiyo inawapatia eh, authority kulingana na act, na pia eh, trustees wanaweza kucharge interest kwa ile pesa ambazo mm hazijeto -hmm. so kuna rasilimali, lakini changamoto sana sana ni employers ambao hawana hawana ile pesa. Kwa hivyo, eh, it is something yenye inatakikana ifanywe no. eh, pengine serikali pamoja na hizo schemes ziketi pamoja zi, zi, zijaribu kutatua hilo, hilo jambo kwa sababu ni it's a big issue eh, mwenzangu pia amesema hapa na si, na, si kwamba zitakomea hapo, inaendelea kwa sababu wajirikuwa na wengine wanastaafu. Wenzangu, nafikiri tupumzike kidogo, alafu tutarejea na masuala mengi. Lakini tutakaporejea, punde kwa punde, tutakuwa tunaelekea maeneo ya mashinani, tusikize pia kauli za wananchi baadhi yao ambao wamestaafu, watueleze matatizo yao ni yapi. Je, wanajikuta katika hali ya uchochole punde tu baada ya kustaafu, au kama wenzetu walivyosema ni kwamba wanakwenda kutafuta pesa zao za kustaafu, lakini hawazipati kwa sababu wanashangaa kwamba mwajiri kumbe hakuwa anapeleka yale makato katika zile skims ambazo zilikuwa zinafaa kushikilia mapato yao. Kwa hivyo ndoke hapo ulipo tukirejea yeah, tunaanzia mashinani